Mimi naitwa Neema Mwakatobe, mimi ni kaimu katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi. Leo tuko hapa kukutana na uh, waandishi wa habari ambao ni wanachama wa Jeuta, na lengo kubwa la sisi kukutana nao ni kuweza kupeana mrejesho kwamba nini kinaendelea katika serikali yetu katika nyanja au katika eneo la uwezeshaji wananchi kiuchumi. Sisi kama baraza la taifa la uwezeshaji wananchi kiuchumi kazi yetu kubwa ni kuratibu, ni kusimamia, ni kufuatilia na kutathmini shughuli za uwezeshaji wananchi kiuchumi, na tunafanya kazi hii chini ya sera ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ya mwaka elfu mbili na nne pamoja na sheria yake ya mwaka elfu mbili na nne ambayo imefanyiwa maboresho mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Sisi Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, ambao tuko chini ya Ofisi ya Waziri Mkuu, tunashirikiana na wizara zote na taasisi za serikali pamoja na taasisi za binafsi pia kwa sababu tunafahamu utekelezaji wa sera ya taifa ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ni sera mtambuka. Ukiangalia zile nguzo za sera yetu ya uwezeshaji, unakuta watekelezaji ni serikali kwa ujumla, ni wizara za kisekta, ni taasisi za umma, ni taasisi binafsi, kila mmoja kwa eneo lake kulingana na nguzo mahususi katika sera ya uwezeshaji. Kwa sisi kama baraza, kazi yetu kubwa kufuatilia ni mdau yupi anatekeleza sera hii ya uwezeshaji wananchi kiuchumi katika nguzo ipi na namna gani, sera na utekelezaji wake unamnufaisha mwananchi, kumtengenezea mazingira wezeshi ya mwananchi kuweza kushiriki katika shughuli za kiuchumi ili mwananchi awe mmiliki wa sehemu ya uchumi wa nchi yake. Kwa leo tumekutana na waandishi hawa wa habari kama nilivyosema hapo awali, kwa sababu wao ni kiungo muhimu sana. Unajua, kitu muhimu sana katika uwezeshaji cha kwanza pia ni taarifa, kwamba unaweza ukawa kuna mambo mazuri ambayo serikali inafanya. Tunajua kabisa serikali inatenga fedha, ukiangalia kwa mwaka tu uliopita wa fedha, serikali imetenga takriban trilioni mbili nukta nne nne kwa ajili ya mifuko ya uwezeshaji ili kusudi iweze kuwawezesha wananchi. Ni kuna mifuko ambayo inatoa mikopo kuna mifuko ambayo inatoa dhamana na kuna mifuko ambayo inatoa ruzuku, lakini kuna programu za uwezeshaji, kuna programu za viwanda, kuna programu tunafahamu hii ya mikopo ya halmashauri ya asilimia kumi. Kwao serikali imejikita katika kutengeneza mazingira mengi, lakini kuna mazingira wezeshi ambayo serikali inatenga fedha kwa ajili ya kuwezesha kuhu, wananchi. Tunaona sasa hivi kabisa barabara zimefunguka, tunaweza kusafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kufuata mzigo wako kwa biashara. Tunaona mawasiliano, serikali inatenga fedha kwenye mfuko wetu mawasiliano kwa wote UCSAF kwa ajili ya kujenga minara. Leo hii unaweza ukatumia simu yako ukatoa oda ya kupata mzigo kutoka mkoa fulani au kijiji fulani, lakini unaweza pia ukalipa mwamala kwa kutumia simu. Yote hii kwa sababu ya jitihada kubwa, serikali imetengeneza mazingira wezeshi. Tunaona katika umeme, tuna mfuko wetu wa umeme wa uh, vijijini. Leo vijiji vingi karibia vyote vina umeme tayari. Ukienda kule vijijini, uchumi umefunguka. Wananchi wana shughuli mbalimbali mba za kiuwezeshaji, wananchi wana saluni wananchi wana vituo mbalimbali vya mashine za kusaga na kukoboa, wananchi wana randa mbao kwa kutumia umeme. Sasa hivi wananchi wanafungua shughuli mbalimbali za kutumia umeme, kwa unaweza ukaona kabisa uchumi unafunguka, kwa sababu serikali ina jitihada kubwa sana, sio tu kukopesha, lakini sio tu kutoa mafunzo, lakini kura, kutoa mazingira wezeshi, kufungua miundombinu ya kiuchumi ambayo ni chachu katika kukuza uchumi na ushiriki wa Watanzania kwenye shughuli za kiuchumi. Ndio maana tukasema ni vizuri tukae na waandishi wa habari tuwaeleze mambo makubwa ambayo serikali inafanya na yale mambo yaweze kuwafikia Watanzania. Watanzania wajue serikali imejipanga vipi, serikali ina programu zipi ndani na nje ya eh, serikali ambayo sisi kama baraza kwa niaba ya serikali tunaziratibu kuona mwananchi ananufaika. Kuna programu za mafunzo, kuna programu za mikopo, kuna programu za ushiriki wa Watanzania kwenye fursa mbalimbali ambazo serikali inatoa fedha. Tunaona kuna miradi ya kimkakati kuna ujenzi wa mabarabara. Je, local content serikali inafanya nini kwenye maeneo kama hayo? Tunaona namna ambavyo sisi kama baraza tunaratibu swala la local content, kama mtanzania na yeye awe sehemu ya uwekezaji ambayo serikali inatenga fedha ili kusudi kujenga mabarabara kujenga miundo mbinu mbalimbali kama ya madaraja na kadhalika, kwenye migodi kuona, je, kuna ajira ngapi mtanzania ananufaika nazo? Je, kuna tenda zipi ambazo zimetengwa mahususi kwa ajili ya Watanzania? Kwa hiyo tumekuja kukaa na waandishi wa habari tuwaeleze mambo mazuri ambayo yapo serikalini na nje ya serikali ambayo tunayaratibu, ili mtanzania apate taarifa kwanza lakini ajue akitaka kunufaika nazo hizi fursa afanye nini, aende wapi? Kukupitia chombo chetu cha Baraza, lakini kupitia taasisi ambazo tunaziratibu na mawizara pia kwa hiyo tunapenda kuwashukuru sana kwa mkutano huu mzuri, na tunaomba mkapate kama mabalozi wetu, wa Tanzania wapate taarifa taarifa za fursa mbalimbali za uwezeshaji. Kuna kama nilivyosema, kuna mikopo e, kutoka kwenye mifuko ya uwezeshaji. Kuna fursa kwenye manunuzi ya umma, tunajua kabisa kwenye, kuna asilimia thelathini ya ununuzi wa umma zimetengwa kwa makundi maalum, kwa wanawake, kwa vijana kwa wazee kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo hizi ni taarifa ambazo tunatamani mtanzania azifahamu, lakini we kama kijana ukiwa mmoja mmoja ama kwenye kikundi chako unaweza ukanufaika vipi kwa ajili ya kufanya shughuli yake wa kiuchumi na kuweza kuendeleza uchumi wako binafsi na uchumi wa nchi yako pia. Asante sana, asante ukiangalia uh, dira yetu katika yale mambo makubwa ya, ya dira ambayo inasimamia kuna masuala kama masuala ya ujumuisha ujumuisha ya jamii, lakini kuna masuala kama ya, ya kutengeneza uh, ajira na kipato kwao. Unaona, masuala yote haya ni masuala ya kiuchumi. Sisi kama, kama, kama Baraza tuna mchango mkubwa kuhakikisha kwamba kwanza mtanzania anakuwa anajumuishwa kwenye yale maendeleo ya uchumi ya, ya, ya, ya, ya, ya wa nchi yake. Kwa hiyo tunapotengeneza programu mbalimbali, tunapofuatilia kwenye serikali kuona kila wizara inakuwa na bajeti yake, tunaangalia ujumuishaji wa mtanzania kwenye fursa mbalimbali ambazo zinatokea, iwe fursa za kimitaji, iwe fursa za za kitenda mbalimbali ambazo mba zinatokea serikalini ili aweze yeah kujumuishwa, lakini pia namna gani tutaongeza kipato kwa huyu mtanzania kama ni mojawapo ya kitu muhimu, nguzo muhimu sana katika dira yetu kwamba tunategemea kuongeza ajira tuongeze kipato. Je, kama baraza tutasimamia vipi kuona kwamba tunaongeza kipato kupitia ajira, lakini pia kumjengea mazingira ya mtanzania aweze kufanya biashara yake na aongeze kipato ambacho tunaona kabisa ni msingi mkubwa katika yale maeneo muhimu ya ajira yetu, lakini pia kutengeneza uchumi uh, uchumi wa pamoja. Kwa uchumi jumuishi. Kwa hiyo, unaona kabisa ni kitu muhimu kwamba mtanzania ashiriki kwenye ule uchumi wa nchi yake asiwe mbali. Tunaposema kwamba unashiriki kwenye uchumi wa nchi yako, kwamba fursa zinavyotokea, unavyotengeneza bajeti kwenye mawizara, kwenye mataasisi, tunajua kabisa, je umetenga kiasi gani kwa ajili ya kumwezesha mtanzania aiwe kwenye mafunzo, kwenye kujenga uwezo, kwenye kuongeza ujuzi, ili kusudi aweze kuwa na yeye uchumi jumuishi wa nchi yake. Katibu Mkuu wa chama cha wafanyakazi wa habari Tanzania, JOWUTA. E, leo tumekutana hapa kama wanahabari kushirikiana na Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi kiuchumi NEEC, katika muktadha mzima wa wao kutupa elimu na taarifa kuhusiana na wanayofanya wao kama NEEC. Na sisi kama wanahabari e, tuchukue zile taarifa kuzipeleka kwa wananchi ili kuwapa taarifa sahihi kwamba dhana nzima ya u... ukuaji wa uchumi au uwezeshaji wananchi kiuchumi inatokea kupitia hili Baraza, kwa maana tumepewa takwimu kwamba zaidi ya trilioni mbili zimetumika katika u... kusaidia jamii kwa maana mikopo na uwezeshaji maeneo mengine. Hivyo sisi kama wanahabari ndio kiungo muhimu cha kufanya jamii e, iliyoelimika na isiyoelimika kujua pale serikali inaposema kwamba e, kuna maendeleo yamepatikana. Kwamba kuna watu wana play part kubwa katika kufanyika hilo ambao ni NEEC. Na sisi waandishi wa habari kutumia kalamu zetu kuwaonyesha kwamba tunavyoambiwa kwamba kuna watu wameguswa milioni kumi na nane milioni ishirini e, zinatoka kwa watu sahihi. Na sisi tukiandika habari zetu ambazo zina takwimu zitajenga dhana nzima ya kuelimisha jamii ambayo haitakuwa na shaka katika zile taarifa. Lakini pia la pili ambalo tumeliona katika uwasilishaji, namna gani kuzijua sera. Kwa hiyo sisi waandishi wa habari e, tusiwe tunaandika tu habari kwa kwa muktadha wa kutoa taarifa tu, tukionyesha na ule taarifa ambayo ziko kisera kwamba sera ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ipo na inasemaje. Hivyo tutakuwa tunakuwa tunasaidia jamii kuelewa kwamba nini ambacho kinatokea katika serikali yetu katika utekelezaji wa majukumu yake. Mara kwa mara ameonyesha kwamba wizara zote zinahusika moja kwa moja, kwamba wao wako chini ofisi ya waziri mkuu, lakini wizara zote wanazofuatilia zote kwamba zina kitu gani ambacho kinagusa wananchi yao ni wana, wana, wana, wana share pamoja wa kwenda kutekeleza, kwa maana kutoa elimu kuwazesha kwa mikopo. Na kama kama umekumbuka kuna mkurugenzi ambaye ana deni wa uwezeshaji wa Tanzania, eh, katika ambaye anatoa mada hapo ndani. Sasa yote hii ni kwamba kuna kuna connection ya sisi waandishi wa habari wa eh, na kufa, kusaidia jamii kujua, lakini si kama jua tu, tunasikia faraja kwamba eh, wanachama wetu wamepata nafasi hiyo ya kupewa elimu. Hivyo ni, ni imani yangu kwamba kupitia mafunzo haya tukitoka hapa tutakuwa mabalozi sahihi kama tulivyoambiwa, utoe mabalozi kwa kuelimisha jamii kuhusiana na nini kinachokifanya, na tutakuwa ni eh, sehemu ya kusaidia pia serikali kwa kupeleka taarifa. Tumeona eh, viongozi wao wanapiga kampeni huko, wanazungumza kila siku kwamba tumefanya hichi, tumefanya hichi, lakini kumbe haya mambo wanayoyasema kupitia taarifa za NEEC. Hivyo ni sahihi sasa kwamba, tukua tu wanasikia wanasema huko, tuna ushahidi wa nani anayetekeleza haya, tunajua kwamba ni watu wa NEEC. Kwa majina naitwa Janet Jovini. Mimi ni mwandishi na ni mwanachama wa Jouta. Kwanza na kishukuru chama changu kwa fursa hii ambao wamenipa kwa ajili ya kupata elimu, elimu hii naona kwetu sisi waandishi wa habari ni muhimu sana. Aa, baraza hili limekuwa likifanya kazi kubwa sana ya kuwasaidia Watanzania katika mitaji, mikopo, kuwaunganisha na wizara husika ambazo zinatoa mitaji na mikopo lakini Watanzania hawa wanapataje taarifa? Ni kwa kupitia vyombo vya habari. Kwa kupewa kwetu sisi elimu, kutasaidia kufikisha elimu chini sasa kwa wananchi, ili wajue wapi watasaidika, wapi wataenda kwa ajili ya kupata mitaji mikopo, kujikwamua kiuchumi na kutoka katika wimbi la umasikini. Mi naomba wizara zingine, taasisi zingine, wasisite kuitumia jeuta kupata waandishi kwa ajili ya kuwaelimisha mambo ambayo wao wanayafanya na sisi kwa ajili ya kuwapeleka kwa jamii na kwa wananchi kwa, kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini. Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora, hahapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya mia moja. Vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya, baada uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.